Ehe, wewe mwalimu, nilikuwa nakutaka sana. Yani wewe, kwa hiyo kaamua kumgeia mwanangu contract hiyo, ule mkataba, niandike kama mimi mzazi, umsajilishe kwenye mambo yako ambayo hayana mahali. Si ndio maana yake? Nisubiri mimi, nisubiri niongee na mzazi wa Kemi hapa. Yaani nyie kumbe ndio mnachukua watoto wa watu, mnaenda huko, mnawaingiza sio kwenye mambo ya sanaa, uimbaji, wanaanza kunizalilisha, wanavaa nusu uti, kwa nini mwalimu unialikie mtoto wangu? Si ndio maana yake? Aa, sitaki kusikiliza nyinyi. Ndio mnao walio watoto wake, nikwambia sitaki kusikiliza. Na wewe kama unataka huyu mtoto aende aingie kwenye mambo, na huyu mtoto anakuwa mjeuri hapa nyumbani, nakwambia utakaa naye na mimi, kwanza leo sio mama yake, nimesha kwambia, sitaki kusikiliza. Kaa mwalimu. Sijambo mwalimu, mama amenifukuza nyumbani. Shida, shida kusivipadi Ndo mama ni ndomanamanwakufata wewe, mradi unaendeleza kipaji changu. Sawa. Sawa, hapa kwanza, kai sawa, nimekupokea kama mwanafunzi wangu, unanielewa. Mimi nitakusaidia kufika aaskia, ndoto yako itatimia. Sawa sawa, ila ninakushauri usichukie mama yako kwa yote, unanielewa sawa mwanangu, nakusaidia Ha. Karibu ndani. Asante. Hey, sasa hivi miaka mingi sana imepita jamani, mwanangu. Hey, siju alishaendaga wapi hata sielewi jamani, ngoja nipicha hizi taarifa hapa. Mbona kuna taarifa mpya eh? Jamani, msanii gani kaibuka? tena kaibuka mbona viewers Hey, jamani misi misi Leila wao ana bunge la tamasha. Hey, mani, ni vizu. Ah, mtandaoni, okay. Sasa hivi tabidi nikaangalie misi Leila ni nani? Hey, hey, hey! Tamasha ni kesho. Sasa ngoja hapa nikajiandaye

Jamani, hapa ndo kwenye mkutano kwenye tamasha lenyewe jamani, msanii afiki hafiki? Ah, yani wasanii wa siku hizi bwana wanalinga yana, tutoe sisi alafu kuja wanachelewa. Mimi sasa hivi nitaondoka, maana haya mambo ya usanii yenyewe sielewaje. Usinichanganye usikemu kemu, nilikukosea naomba na unisamehe. Ushajionea kwamba sina lolote bila wewe, sendelea naomba tuendelee. Yalikuwa matamu mapenzi yetu, yalikuwa supa supa Eti duagani uliosoma ah. Kama ndo cha moto nimekiona, aku siwezi kujifanya niko sawa, kumbe inachoma, inaumiza, nimeshindwa kukaza. Mwenzako nataka turudi, yani mwenzio nataka